Uhaligani, mpenzi mtazamaji wa Busati Media, imetimu saa saba kamili mchana, ifuatana taarifa ya habari kutoka Busati Media. Msomaji wako ni mshabaka Mshabakayanda, na kwanza ni mhutasari wake: Busati kupokea tuzo ya mavui bora Afrika, watu wawili wafunga safari kutoka Mbeya kuja Dar es Salaam kuitafuta Busati ili kuipongeza Mama mmoja wawa na mewe kwa kutoa tamthilia ya maisha, kuweka chaneli zingine kimataifa. Busati apeperusha bendera ya Tanzania kimataifa. Habari za michezo, Busati kukitimua wiki hii na habari za michezo, Busati FC kukitimua wikendi hii na Mbagara Star. Habari kamili Dar es Salaam, kampuni ya uigizaji Busati TV imepokea tuzo hivyo jana katika ukumbi wa Mlimani City, ambayo tuzo hiyo imekuwa ni tuzo ya movie bora na filamu nzuri kabisa ambazo zimehiti katika mitandao ya kijamii hususan Afrika nzima. Aliyetoa tuzo hizi ni waziri wa sanaa na utamaduni ambaye kaipongeza Busati TV kwa kufanya vizuri katika filamu zao hususan katika mauzuri, kwamba akasema zaidi kwamba hizi filamu za Busati TV una uwezo kaitazama ukiwa popote, ukiwa na yoyote, ukiwa mahali popote bila kujali wakati wala nyakati. Kwa kusema hivyo amempongeza Abdul Karim ambaye ni director wa Busati TV na kuwapongeza wasanii wote wanaoshiriki katika tamthilia hizo na kwamba waendelee kutoa mauzuri bora ili waendelee kupeperusha bendera ya Tanzania. Mbeya, watu wawili watoka Mbeya kuja Dar es Salaam kuitafuta Busati TV kwa kuwakosha na kuwakonga mioyo kwa tamthilia ya mvuvi kumlazi, kwa tamthilia ya mvuvi, watu hawa wamesema kuwa Busati wametoa muvi nyingi sana tamthilia nyingi lakini muvi imewakonga mioyo sana. Wameamua kuja kwa baskeli kuitafuta Busati na kuipa zawadi pamoja na kuisifia na kuipongeza. Bukoba, mama mmoja auawa na mmewe. Chanzo na sababu ya kuuawa alikuwa alikuwa anatazama tamthilia ya maisha ya ndoa, akatoa akaweka kwenye channel zingine mewe akakasirika na kumpiga mpaka kumuua. Mmewe akakamatwa nioande na polisi, wanafanya uchunguzi kwa ajili ya chanzo cha kumpiga, sababu ilikuwa ni ile au kuna kitu kingine, lakini mewe amesema yeye amempiga kwa sababu tumeshandoa naipenda sana ni Busati, wamemkonga mewe. Habari za kimataifa, Busati TV yaipeperusha vyema bendera ya Tanzania katika mauzui ya filamu zake na katika filamu bora kabisa ambazo zinatazamwa sasa zinatazamwa na nchi nyingi duniani. Busati imefikia rekodi kwamba kuvunja rekodi ya walokuwa wanatazama kitambo ambao walikuwa wanatazamwa na inchi arobaini na mbili. Kwa sasa Busati inatazamwa na inchi arobaini na saba duniani. Na kwamba imekuwa ni bora zaidi House Girl na Mashandoa zinafanya vizuri katika nchi za Ulaya hususan Asia, Amerika, pamoja na Australia, bila kusahau Korea Kaskazini, China na Japan. Habari za kimichezo, Busati TV weekend hii kukitimua na Mbagara Stars. Bila kusahau msomaji wako wa taarifa mshabaha nitakuwepo mlazi. Bila kusahau msomaji wako wa habari Mshabaha nitakuwepo nami kukitimua katika Uh, weekend hii Busati FC tukiwasha tukiwa na Mbagara Star. Ulikuwa unasikiliza taarifa ya habari kutoka Busati Media na msomaji wako ni mimi Mshabaha Kayanda, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Busati Media. Bye bye, tukutana wakati mwingine tena.